Yaisha mtumishi wa Mungu nabii hapa madhabahuni kabisa. Uh, ninaamini kipekee, wewe ambaye ulikuwa una tabaruku, yani ulikuwa unamfuatilia moja kwa moja, eh, sako kwa bako yani bega kwa bega hapa madhabahuni, naamini kabisa umepata neema yani ghanima kipekee kabisa. Mungu akubariki kubariki sana, nikupe maelekezo machache kadha wa kadha, hususan pia we ambaye umepokea unabii moja kwa moja kutoka hapa madhabahuni. Hakikisha unafuatilia wewe unabii na unachukua hatua ya kufanyia kazi, na utaona baraka kubwa sana kwenye maisha yako. We jina lako linaanza na herufi A, umezaliwa na jina linaanza na herufi A, umezaliwa tarehe 17 ya mwezi wa saba. Umesikia huo unabii mzito kabisa, moja kwa moja kutoka hapa madhabahuni. Hebu chukua hatua. Uh, hili linakuhusu moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu nabii amekuwa akiachilia inkishafi, yani mafunuo na maono makubwa sana Eh, hapa madhabahuni na ninaamini kabisa umebarikiwa, maana Roho Mtakatifu alikuwa akizungumza moja kwa moja kwa kivimba na kilindi, yani kwa makina uketo, kwa kivimba na kilifi hapa madhabahuni. Kwa na kusii kwa jina la Yesu, unasikia sauti kama hii eh, wakati wapo ulipo, umesikia matangazo pia mtumishi wa Mungu akisii hapa eh, ni kwa ajili yako wewe ambaye unatufuatilia ama unatutunduiza moja kwa moja kutoka hapo nyumbani kwako, yamkini meketi kwenye gayagaya gaya lako ama kwenye kibago chako. Eh, hii ni sauti ya kinabii. Kwa hiyo nikupe namba za simu sasa wakati huu, wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia yamkini kupitia rongoya yako 104.1 eh, Ukombozi. kwa hiyo